Koji namako kwa majina naitwa Emanuel Samson Mwanengo, nipo kwa niaba ya wachezaji wenzangu wa Young Africans. Kikubwa ni kwamba mimi pamoja na wachezaji wenzangu tupo tayari kuukabili mchezo wa kesho dhidi ya Mashujaa, na najua morale, morali ya wachezaji wenzangu pamoja na mimi pia ipo juu kwa ajili ya kukabili mchezo wa kesho. <coughs> <Swali kwa mchezaji. coughs> Kikubwa kuchukua kombe la mapinduzi kumetuongezea morali eh, kufuatia mchezo wa kesho, sababu sisi kama timu na malengo ya timu, kila kitu kilichokuwa mbele yetu tunahitaji tuna kushinda. So ushindi wetu wa mapinduzi na hisi ni, ni morali nzuri kuelekea mchezo wetu wa kesho mimi nikiwa mmoja wa wachezaji ambao nimeingia kwenye kikosi kikubwa ni kwamba timu kama Yanga nahisi ni timu ambayo ina ushindani siku zote. Kwa kuongezeka kwa wachezaji waliokuja na wachezaji wa zamani nahisi ni chachu na, na ushindani siku zote upo kwenye timu na kikubwa ndo, ndo kariba ya timu kubwa watu kushindana kwenye timu. So ushindani upo na naamini ushindani umeongezeka. Kikubwa na kwanza, tuwariki wananchi wote, mashabiki wetu wa Young Africans. Tunaomba kesho waje kwa wingi, sababu huu ni moja kati ya mchezo bora na mashujaa ni timu nzuri na hapa heshima yao kama timu. Kwa hiyo tunaamini kesho wananchi wataenda furaha, kufurahi, maana tunahitaji kushinda mchezo wa kesho ili tuwe kileleni mwa ligi. Ni mechi ambayo tumeitolea macho na tunaamini tutaenda kushinda kwenye mchezo wa kesho.